Kanisa Katoliki limetoa taarifa yake kuhusiana na maadhimisho ya misa ya wafu katika jimbo kuu la Dar es Salaam ambapo taarifa hiyo ilitolewa tarehe 10 Novemba 2025. Maadhimisho ya misa ya wafu katika jimbo kuu la Dar es Salaam Jumatatu tarehe 10 Novemba 2025. Kwa mjibu wa kile alichozungumza Askofu mkuu wa Dar es Salaam Mwashamsana Jude Tadeus Luwaichi amesema kwamba anawaalika mapadri wataa na waumini walei wa jimbo kuu la Dar es Salaam kuadhimisha misa ya wafu kwa nia ya kuombea pumziko la milele ndugu zetu marehemu waliouawa wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Aidha, katika misa hiyo pia iwepo nia ya kuombea uponaji wote uliojuruiwa katika tukio hilo. Hivyo misa zote za siku ya Jumatatu tarehe kumi Novemba 2025 katika parokia zote na vituo vyote vya kanisa katika jimbo kuu la Dar es Salaam ziwe kwa nia hiyo iliyoelezwa hapo juu. Askofu mkuu anazidi kualika waumini wote kuendelea kusali kwa ajili ya kuombea haki na amani katika tifu letu la Tanzania. Katika Kristo, Padre Vincent Mpwaji, kansela jimbo kuu la Dar es Salaam. Tarehe saba mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano